Na mashirika yasiyo ya, ya kiserikali yameanzisha mpango wa mafunzo maalum kwa watu wenye ulemavu katika kaunti ya Kajiado ili kuwasaidia kupigania haki zao na kujikimu kiuchumi. Nancy Kering na taarifa hiyo. Kaunti ya Kajiado inahesabiwa miongoni mwa maeneo ambako masuala ya watu walemavu hayajazingatiwa kikamilifu. Lakini sasa kupitia msaada wa shirika la Nondu, kundi hili linafunzwa mbinu za kujikwamua kiuchumi na pia kujitetea kisheria. Kama mimi nimejua sahii kutetea haki yangu mm, na kutetea mwingine ambaye ako chini yangu mm, na ule ajiwezi juu mimi nimefunzwa na nimeweza vile ya kupita vitu mingi na kujitafutia haki yangu mm -hmm. mm. Washiriki wanasema mara nyingi changamoto zao husaulika hasa katika jamii za wafugaji, na hivyo wanahisi kushirikishwa katika mafunzo haya ni hatua muhimu. Most of the time, unapata kwamba wamama wenye ulemavu na wasichana tunasaulika kwenye jamii, especially jamii ya We we. Mafunzo hayo pia yamehudhuriwa na baadhi ya machifu ambao wamesema wako tayari kushirikiana na wadau kuhakikisha haki za walemavu hazipuuzwi. Ningependa kuwahimiza machifu, kama kuna wale watoto ambao wanafichwa huko mashinani ambao hawajatambulika ambao hawaja hawajapata faida, faida yoyote ama elimu Ninaomba machifu waende watoe watoto hao watu wamefichwa huko vijijini na waje waweke wa, wa, wa, wa, wa, wa shuleni kwa walemavu katika kaunti ya Kajiado. Mpango huu ni hatua ya matumaini, wakitarajia kufunguliwa milango zaidi ya usawa na fursa za kiuchumi. amekuwa katika mstari wa mbele wa advocacy kutetea haki ya walemavu na pia kuweza kujitokeza, mm. ku kuongelelea mahitaji yetu na kutetea wenzetu walio nyumbani. Wadau wanasema iwapo jitihada hizi zitaendelezwa zitabadilisha maisha ya walemavu na kuimarisha ushirikiano wao katika jamii. Nancy Kering, Runinga ya Citizen, Kajiado. Naam, mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunachukua mapumziko mafupi, tarudi na nyingine baada ya mdosiku